Karibu tujifunze jinsi ya kulock au kufunga data mtu asiweze kuedit au kubadilisha. Mfano unataka asibadilishe hii column ya kilo, unachotakiwa kukifanya utaenda kuikagua hii spreadsheet yako kama inakupa option ya kufunga kwa kubonyeza hapa, mpaka wakikishe kuna kivuli kimetokea hapa kwenye hii Speed sheet yako kama akijatokea utabonyeza tena. Kivuli kikitokea uta right click. Baada hapo utabonyeza format cells, itakuja message ambayo imekupeleka kwenye protection. Kama haijakuletea kwenye protection, utabonyeza protection ili kuletea hizi option mbili locked na hidden. Hapa palipo andikwa locked, hakikisha kuna tick. Kama hakuna tick, utabonyeza kwenye hii box ili tick itokee. Baada hapo utabonyeza okay. Baada hapo utaenda ku highlight zile data au cell ambazo unamruhusu mtu aweze kuediti; zile ambazo haumruhusu usihighlight. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya una highlight ambazo utamruhusu aweze kuediti. Kwa mfano nimehighlight hapo. Baada hapo uta right click, utabonyeza palipo andikwa format cells. Baada hapo itakuletea message ile ile ya kwenye protection itakuletea na hizi option mbili hapa kwenye lock di, hakikisha unaitoa hii tiki, maana yake ulizozi highlight unamruhusu aweze kuedit. Kwa hiyo kwa kutoa hii tiki, baada hapo utabonyeza okay. Baada hapo unaenda kuweka password ambayo itafunga zile ambazo hutaki mtu aweze kuedit au kubadilisha, ambayo hiyo hiyo password utaitumia wewe kufungua na kubadilisha jinsi utakavyotaka, utabonyeza menu ya review. Baada hapo utabonyeza pale pale kwa protect sheet, alafu itakuja message hapa ya kuandika password. Kwa mfano utaandika password c si. baada hapo utabonyeza okay, unairudia tena hiyo password c si. unabonyeza okay. Hapo tayari utakuwa umeweka password na utakuwa umefunga zile data ambazo haruhusiwi kuedit. Mfano hapa akijaribu kuediti akiandika, itamletea hii meseji kwamba haruhusiwi, kwa maana yake hii tayari iko protected. Lakini pia huku ambapo uli highlight ukamruhusu aweze kuedit, anaweza kubonyeza, anaweza akaandika mpunga hapa. Umemruhusu, anaweza kubadilisha. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Asante.